Ideas, jamani, karibuni tena kwenye channel yangu pendwa kabisa. Najua umeclick video kwa sababu unatamani kuanza biashara ya vipodozi. Najua unasikia watu wanasema je, vipodozi vina pesa? Ni really vina pesa sana, yaani imagine unaweza kuanza biashara hii hata ukiwa na mtaji wa shilingi 10,000 hadi 20,000 hadi 30,000. Jamani, bei ya vipodozi, unaweza kununua serum kwa shilingi 10,000 hadi 20,000 hadi 30,000 na ukaanza hii biashara. Unajua kila mwanamke anahitaji kupendeza ngozi yake, kila mwanaume anahitaji ngozi yake. Jamani, kitu ambacho kinaweza kupa confidence ni kuwa na ngozi nzuri. Ndio maana nataka kuambia kwamba biashara ya vipodozi ndio biashara ambayo ni nzuri na ambayo inawapa watu pesa nyingi zaidi, okay? So leo nataka nikufundishe ni namna gani ambavyo unaweza kuingiza faida shilingi bilioni tatu na zaidi kwa mwezi, endapo utaamua kufanya hii biashara ya vipodozi. Yes, na leo pia nitakupa bidhaa tano ambazo actually bidhaa tano kumi ambazo ni best selling sana kwangu ambazo nimeweza kuzianza nazo brand, ambazo nimeanza nazo na ambazo zimeniingizia pesa kwa haraka sana, okay? Okay. Yes. Kama mnavyoona hapa ndo tunaanza kufungua mizigo yetu na kama unavyoiona hapa yes. Kitu cha kwanza ambacho unakihitaji kwenye duka lako ambalo ni la online, na maana hata unaweza kuanza ukiwa hapo nyumbani kwako, hakikisha kwamba una vaseline oil. Watu wengi sana wanatumia hii kila siku yes, watu wanapenda kupaka kwenye mili yao. hii hapa ni nini? Ni lotion. Yes. Eh, ya kurepea mwili mwili wote ule damage. na nini? Ya cocoa butter. Watu wanapenda sana vitu ambavyo vinatokana na cocoa... yes. Bila kusahau, hii ni brand nzuri sana ya CeraVe. Ukiwa na set nzima ya CeraVe Yes, unaweza uka ukiwa na seti nzima Seravi, yani watu wengi wanapenda, ni brand ambayo inaaminika zaidi, unajua katika wakati unafikiria kufanya biashara ya kitu tafuta brandi ambazo tayari zinaaminika na watu. Okay, yes. Seravi kuna ina moisturizer yake fasho, ya usoni ina ya usiku, ya asubuhi ina cleanser, yani mambo yote ya Seravi na ambavyo yote hapa unayapata kutoka hapa dukani kwetu Biolash. Okay, yes. Na pia um, kwenye kitu kingine ambacho naona kinahitajika zaidi, jamani, watu tunataka tukatae uzee, collagen mask, yani wakati wa kulala usiku unapaka hii collagen, una ina, asubuhi unaibandua tu, yes the best one kwa mtu anayependa kuwa na ngozi nzuri soft, yani ambayo haina mambo mengi kama ya kwangu, hamna kujichubua jamani, jamani, jamani! Yes, kama kwa kwa kwa kwa kwa bei bei ya ya ya jumla, hizo unapata shilingi ni bei ya cheki, ni ni ni ni kabisa, huwezi kuipata hizi. Wale ambao mnatamani kufanya biashara ya vipodozi, na na na mimi hapa niko kwa ajili yenu. Kwa hiyo tunaendelea, bila kusahau hii ni asubuhi, mchana, jioni. Watu tuna ni lazima kuoga, awe mwanamke awe na pia, watu tunahitaji kuoga, kuoga lazima awe mwanamke au mwanaume pia. Pia wengi wavivu wa kupaka mafuta, lakini mtu anataka kuwa na ngozi laini na nini na nini, anaita ji shawa jeli nzuri, sabuni nzuri ya kuogea yenye harufu nzuri na pia ambayo itamwacha kwenye ngozi, yani kwenye hali nzuri, ajisikie vizuri na pia awe ametakata na kung'aa. Pia kwa hapa tuna design tofauti za shawa jeli, nime aina kumi na tisa. Kwa hiyo wewe unachagua tu, so um, kama utakuwa umependa ku nunua hizi shawa jeli nitaziweka pia kwenye peji yetu ya Baolash, na iweka hapo kwenye screen. So nyenda ka follow, utaona moja baada ya nyingine, utaelewa kazi yake na nini. Ni muhimu sana kuelewa uh, umuhimu wa hizi bidhaa, na nitazielezea zote ambazo unazipata ili kukusaidia kumsaidia mteja ajue kwa nini ananunua. Biashara ya vipodozi lazima umshauri mtu, lazima umsaidie mtu sababu wengi wanakuja wanahitaji kutatua tatizo lao la, la sura. Nimetumia mwaka huu mzima, nilikuwa kila siku nikijifunza vitu gani ambavyo vitaweza kunisaidia ngozi yangu ikangaa vizuri ikawa vizuri, kwa sababu ilikuwa na lose confidence. Unajua kama mwanamke, kama ngozi yako vibaya, hata kama mwanaume una chunusi, unajua lose confidence, yani itakufanya ujisikie inferior, yani unajisikia hauwezi kukaa mbele za watu, unajiona hauko sawa. But uh, ukiwa na ngozi nzuri unajiamini popote pale unaenda, so, um, Nitataka tu nikuambie kwamba hii biashara ni nzuri, tupigie simu, anza na sisi hii biashara. So, kabla sijamaliza, nataka nikuambie, mfano wewe una mtaji wa milioni moja, unaweza ukapata nini nini kwenye hili duka letu? Okay, kwenye milioni moja yako utapata shawa gel saba, hizi tofauti tofauti, unachagua tu yote unayotaka kama unavyoona hapo, saba. Okay, kwenye ile ile milioni moja yako unapata hizi collagen tano. Okay, hizi ni collagen masks kama za Medicube nzuri sana, tano. Okay, kwenye hiyo, kwenye ile milioni moja yako unapata Vaseline lotion ziko za aina tofauti tatu. Kuna hii hapa, kuna hii hapa advanced repair. Yes, kuna hii hapa ya cocoa butter. Okay? Yes, hizi hapa ziko ziko tatu. Kila mo, unapata kila aina lakini zinakupa sita kwa shilingi milioni moja tu ya Kitanzania. Okay? Bila kusahau unapata oil kama nilivyosema watu lazima wapake mafuta wanataka kuwa laini ngozi laini na Vaseline is the best one kwa ajili. Hizi ziko aina nne tofauti na zote unazipata, unapata sita kwenye hii set yako ya shilingi milioni moja. Bila kusahau brand yetu pendwa Cerave hii hapa utapata moisturizer cream kwa ajili ya mwilini na watu wanahitaji mafuta mazuri ya kupaka mwilini wanataka kung'aa. Okay, unaipata hii hapa, ziko tatu kwenye hii seti ya kwenye hii ya milioni moja. Unapata hizi hapa cleanser, hydration cleaner, cleanser, kwa ajili ya kunawia uso. Hizi hapa unazipata ziko tatu. Bila kusahau, unapata hii hapa face moisturizing lotion, hii hapa ni ya usiku, unapata tatu kwenye hii seti. Hii hapa naongea tu, nafanya biashara, okay? Pamoja na ya asubuhi, hii hapa unapata tatu, okay? Lakini bado bilioni moja sijamalizana nao. Jamani unapata snails set yake, hizi hapa, hii ni ile cream na Nafikiri mmeniona nikiitumia nitaweka overlay my video there so utaiona, ni nzuri sana kwa mtu ambaye anasumbuliwa na na nani, wale madotidoti ma, ma ile yani like, homoni zako zimekaa vibaya na nini kwao kama ile sura yako imeshatokea na babakabaka na inatokea na chunusi, unapaka krimu usoni lakini Um, kama chunusi zile zikipona zinahitaji kuondoa yale makovu yale. So makovu ya unaondoa vipi? Unapaka hapa, e, tona yake, unakuwa unasafisha usiku, unalala uso wako kwa ukiwa unatumia hizi zote mbili. Ni kwa ajili ya watu ambao wanahitaji kung'aa tu sura zao. Okay, unapata tano, tano. Hii ni product ambayo inapendwa sana na mimi, imenito, imetoka sana so please, kama utakuwa ume umekua intenesd na hii biashara, basi naomba namba hizo hapo niandikie ujumbe WhatsApp. Tutaanza seti ya shilingi milioni moja. Yes, nafikiri niliwatajia kwamba unapata nazasaba So, na so, napatikana hapa Mwananyama la A, jengo la Baraka Tele, tupigie simu utafika ofisini kwangu na tutaongea zaidi. Jamani, mambo ni mengi sana ya kujifunza, niko kwa ajili yako.